Hii ni arusha one redio. Jina langu ni Awadhi Rashidi. Waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban amezindua pendekezo la kuongeza mamlaka zaidi kwa nchi wanachama umoja wa Ulaya ili kupunguza urasimu wa mamlaka ya sasa ya umoja huo. Obani ametaja pendekezo lake hilo kama mpango wa kizalendo. Kwa umoja huo unaolenga kufufua upya ndoto wa bara la Ulaya. Watendaji Ulaya, Brussels, Ubelgiji, wa kuwa umoja wa Ulaya mjini Brussels Ubelgiji, wametumia kila shida inayotokea kujilimbikizia madaraka zaidi, Oban amesema katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X. Kulingana na waziri mkuu huyo Hungary, Brussels imeteka nyara mustakabali wa nchi wanachama wa EU. Na kwa mujibu wake, Ulaya haiwezi kumudu hilo tena, na sasa ni wakati wa kuchukua udhibiti. Kwa mujibu wa Orban, mpango wake unalenga kile alichokiita ni nguzo nne zinazojumuisha njia ya kuelekea amani katika bara la Ulaya na kutuliza mvutano na Urusi, kuondoa udhibiti wakati wa kifedha baina Brussels na nchi wanachama, na kurejesha uhuru wa kujieleza sawa na kuimarisha utambulisho utambulisho wa Kikristo wa Ulaya na kuimarisha udhibiti wa wahamiaji. Tunataka amani, hatuhitaji mwelekeo mpya wa mashariki, Obani alisema akitoa maoni yake juu ya mpango wake na kusema kuwa umoja huo haufai kuikubali Ukraini kama mwanachama. Hatutaki pesa zetu kumwagwa katika vita vya mtu mwingine, aliongeza Oban. Ongezeko la matumizi ya kijeshi na ongezeko la matumizi ya ulinzi na loimarishwa kikamilifu na baadhi ya mataifa umoja wa Ulaya linaweza kuingiza jumuiya hiyo katika mapambano ya moja kwa moja ya silaha na Urusi, Oban alionya kwa mujibu wake, badala yake, kwa mujibu wake kwa mujibu wake, badala ya kumwaga rasilimali zaidi katika jeshi la Ukraine, kambi hiyo inahitaji kuchangia katika mchakato wa amani kati ya Moscow na Kyiv, huku akisifu juhudi za rais wa Marekani Donald Trump katika suala hilo. Umoja wa Ulaya EU unahitaji kuanza mazungumzo ya kuzuia vita na Warusi haraka iwezekanavyo, vinginevyo pesa zetu zote zitamezwa kwenye kuunda silaha badala ya kutumika kwa malengo ya amani, Orban alisema. Mataifa ya Umoja Ulaya yaliwahi kuungana kuunda bara salama na linaloendelea zaidi duniani, lakini ndoto hiyo iliibwa na Umoja Ulaya, Orban alisema. Waziri Mkuu huyo amesema akitoa wito kwa mataifa Ulaya kutoruhusu Brussels kutumia mzozo wa Ukraine kama kisingizio cha kuchukua pesa za nchi wanachama hata zaidi. Na wakati hayo akijiri wa Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Hale amesema taifa hilo linapanga kukusanya mabilioni ya pauni ili kuimarisha jeshi lake na viwanda vya silaha kwa ajili ya kujiweka tayari kwa vita vinavyoweza kutokea kati ya muungano wa kujihami wa nchi za magharibi na NATO. Kwa mujibu wa duru, zaidi ya pauni bilioni 1.5 sawa na dola bilioni mbili zimetengwa kwa ajili ya kujenga viwanda sita vipya vya kutengeneza silaha katika miaka mitano ijayo. London itatoa takriban pauni bilioni sita kutengeneza silaha ah za masafa marefu ikiwa ni pamoja na makombora Storm Shadow. Hali alisema kombora hilo lilotengenezwa kwa ushirikiano wa Ufaransa na Uingereza limeripotiwa kutumwa huko Ukraine. Kiev inaitumia kushambulia maeneo ya raia katika ardhi ya Urusi. Hiyo ni kulingana na Moscow. Huu ni ujumbe wa wazi kwa Moscow. Hii ni Uingereza iliyosimama kidete, sio tu kuimarisha jeshi lake, lakini pia kuimarisha msingi wake wa viwanda, na hii ni sehemu ya utayari wetu wa kupigana ikiwa itahitajika, waziri huyo alisema. Kama mmoja wa fadhili hodari wa kivu barani Ulaya, London imeipatia Ukraine msaada wa takriban euro bilioni 15.16 sawa na dola bilioni 17.2, zaidi ya theluthi mbili ambayo ni msaada wa kijeshi kulingana na data kutoka taasisi ya Kiel ya Ujerumani. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wote wametetea wazo la kupelekwa kwa wanajeshi wa NATO nchini Ukraine mara tu makubaliano vita, ya kusitisha vita yatakapopatikana. Na kwingineko ni kuwa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema yupo tayari kuendelea na upatanishi kati ya Urusi na Ukraine na kusaidia kumaliza mzozo uliopo baina yao, na anapanga kupendekeza kuandaa mkutano wa kilele utakaowaleta pamoja viongozi wa nchi hizo. Akizungumza katika hotuba yake ya televisheni iliyotumwa kwenye ukurasa wa X, Erdogan alielezea mkutano wa pili kati ya wajumbe kutoka Moscow na Kiev katika mwezi mmoja kuwa ni mzuri. Ni mzuri, nia yangu kubwa ni kuwaleta pamoja, rais wa Urusi Vladimir Putin na Vladimir Zelensky wa Ukraine, labda hapa Istanbul au kule Ankara, alisema rais huyo, akipendekeza kwamba rais wa Marekani Donald Trump pia anaweza kushiriki katika mkutano huo. Ikiwa watakubali, nitajiunga nao katika mkutano wa kibinafsi kwanza, Edogan alisema akisifu kuwa Istanbul ni kitovu cha kweli cha amani. na rais mteule wa Polandi Karo Naochik ameorodheshwa kuwa miongoni mwa watu wanaotafutwa na idara za usalama za Urusi kwa tuhuma za uhalifu zinazohusiana na jukumu lake katika uharibifu wa makaburi ya enzi ya Sovieti nchini humo. na Orchki, mgombea wa kiafidhina ambaye alipata ushindi mdogo katika duru ya pili ya kura siku ya Jumapili, anatafutwa na Urusi chini ya hati ya uhalifu hifadhi data, wizara ya mambo ya ndani ya Urusi imesema bila kutoa maelezo zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasi, rais huyo mteule wa Poland amekuwa katika orodha wanaosakwa na Urusi toka mwaka 2024. Shirika hilo limeripoti wakati huo kwamba maafisa wa kutekeleza sheria wa Urusi walikuwa wameanzisha kesi ya jinai dhidi ya maafisa kadhaa wakuu wa Poland kumjumuisha Nawrocki ambaye wakati huo alikuwa mkurugezi wa taasisi ya makumbusho ya taifa ya Poland. Mashtaka hayo yalihusiana na kuondolewa na uharibifu mkubwa uliofanywa dhidi ya kumbukumbu za vita vya Usovieti. Muungano wa Usovieti ulipoteza zaidi ya wanajeshi laki sita wakati wa kampeni yake ya kuikomboa Poland kutoka kwa Ujerumani ya unazi kati ya mwaka 1944 na mwaka 1945. Baada ya vita, minara ya kumbukumbu iliyowekwa kote Poland na tangu kusambaratika kwa kambi ya waso na n kwa vita baridi. Poland imeshutumu umoja wa Kisovieti kwa kuikalia kibeberu nchi hiyo na imefanya jitihada za kuondoa alama za zama za Sovieti. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2023 viongozi wa Kipoland walikuwa wameondoa kumbukumbu 468 kati ya 500 15 moja za Sovieti nchini humo kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Moscow imeshutumu Waso kwa kukanyaga ukweli wa historia na kuandaa njia ya kuhalalisha washiriki wa Nazi. Nawrocki ambaye aligombea kama mtu huru aliungwa mkono na chama cha upinzani cha Sheria na Haki na alimshinda meya wa Waso Rafael Toveshki kwa asilimia 50.89 ya kura katika za uraisi na anatarajiwa kuapishwa Agosti 6. Rais huyo mteule ambaye pia aliwahi kuwa mkurugenzi wa jumba la makumbusho la vita vya pili vya dunia huko Glasgow kati ya mwaka 2017 na 2021, kwa ujumla ameunga mkono kuendelea kwa msaada wa Ukraine katika mzozo wake na Urusi, lakini amezungumza dhidi ya kivu kujiunga na NATO au kutuma wanajeshi wa Poland nchini humo. Pia amepinga uhusiano wa karibu wa kibiashara wa EU na Ukraine akisema kuwa utahimiza ushindani usio wa haki na kudhoofisha biashara za kilimo na usafirishaji kwenda Poland. Pamoja na hayo ni kuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban ameonya kuwa mzozo wa Ukraine unaweza kuendelea na kuwa mzozo katili zaidi duniani. Orban ametaja pia mpasuko mkubwa kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya kuhusu jinsi ya kumaliza mzozo huo huku njia za kijeshi zikipendekezwa zaidi badala ya kushinikiza njia za amani. Moscow na Kiev zimefanya duru mbili za mazungumzo ya amani ya moja kwa moja katika wiki tatu zilizopita na kusababisha makubaliano kadhaa kama vile kubadilishana wafungwa. Hata hivyo mazungumzo hayo na mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani za Ukraine ambayo Urusi ilisema lilenga kuhujumu juhudi za amani. Urusi ilijibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa malengo ya miundombinu ya kijeshi kote nchini Ukraine. Hatua za kijeshi ambazo zimefanyika katika siku za karibuni zinaashiria kwamba vita vitakuwa vya muda mrefu na vya kikatili zaidi, Orban alisema katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii. Amedai kuwa mgawanyiko ndani ya NATO unafanya hali kuwa mbaya zaidi huku rais wa Marekani Donald Trump akisukuma ajenda ya amani wakati mataifa kadhaa ya Umoja Ulaya yakitaka vita zaidi katika mzozo huo. Tunapaswa kukabiliana na ukweli kwamba Umoja Atlantic umevunjika, Obani alisema, akiongeza hakujawahi kuwa na pengo kama hili kati ya vikosi vinavyounga mkono amani na vita ndani ya kambi ya kijeshi. Obani alisema Hungary inakataa mbinu za kijeshi za Umoja Ulaya na itabaki upande wa amani, hata kama itasababisha mjadala mkubwa kwa ukosoaji wa Brussels ambao wana ya kuendeleza vita. Hungary imezozana mara mara kwa mara na Brussels kuhusu sera Ukraine wa ya Ukraine ya EU. Oban amelaani silaha za usaidizi wa kifedha wa jumuiya hiyo kwa kivu na amehimiza juhudi za amani katika kutatua mzozo. Na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametoa karipio kali dhidi ya mazungumzo ya hivi karibuni ya kidiplomasia ya rais Cyril Ramaphosa na rais wa Marekani, na kupendekeza kuwa ushiriki wa kigeni katika masuala ndani unadhoofisha uhuru wa taifa hilo. Akihutubia umati wa wafuasi wa chama chake cha Mhoto Weswize MK mjini kwa Mpamulo mwishoni mwa wiki, Zuma alihoji uhalali na busara kuwaomba wa waigizaji wa, wa kimataifa hasa Marekani kwa ajili ya kusaidiwa na changamoto za ndani Afrika Kusini. Kwa nini tutegemee wageni walioketi Washington kuelewa kile tunachokipitia, Zuma aliuliza wakati wa hotuba yake. Tunajua shida zetu kuliko mtu mwingine yoyote, tunapaswa kuwa watu wa kuzitatua wenyewe. Maoni yake yanakuja wiki chache baada ya rais Cyril Ramaphosa kuongoza ujumbe wa mawaziri mashuhuri mjini Washington kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na utawala wa Trump na kuvutia wawekezaji huku kukiwa na shinikizo la kiuchumi inaloongezeka nyumbani. Ziara hiyo ilijumuisha mikutano katika ikulu ya White House na wadau wakuu katika biashara sawa na wajumbe wa Afrika Kusini wanaotaka kukuza ushirikiano wa teknolojia na kuzima mvutano baina Pretoria na Washington. Usiano baina mataifa hayo mawili hivi karibuni ulidorora kutokana na matamshi yenye utata, maafisa wa Marekani wanaodai ukiukaji wa haki za binadamu na kuishutumu serikali ya Afrika Kusini kwa kusimamia vibaya sekta muhimu kama zile za ardhi. Timu ya Rais Ramaphosa ilitumia ziara hiyo kurudisha nyuma kilo alichokiita mazungumzo ya uchochezi na kuthibitisha kujitolea kwa kwa Afrika Kusini kwa kanuni za kidemokrasia. Zuma, hata hivyo, ameelezea uhamasishaji huo kama hatua za kukata tamaa ya utawala uliopo sasa, akiacha kumtaja Ramaphosa moja kwa moja, lakini aliacha shaka kidogo kuhusu nani matamshi yake alimlenga. Unaweza kufanya mikutano yako na Wamarekani chochote unachotaka unaweza kufanya lakini, hatutakubali suluhu kutoka kwa watu ambao hawajawahi kukanyaga katika vitongoji vyetu, Zuma alisema, huku akishangiliwa na umati wa watu. Na tuhitimishe taarifa zetu ambapo waasi wa, wa M23 wa Mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshutumu muungano unaoungwa mkono na serikali ya Kongo kufanya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya jamii ya Banyamulenge katika jimbo la Kivu Kusini. Katika taarifa iliyotumwa na msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, msemaji wa waasi alielezea operesheni zinazofanywa kati ya Mei 23 na 29 kama vitendo vya kigaidi vilivyoanzishwa kwa utaratibu katika maeneo mbalimbali yenye wakazi wengi huko Kivu Kusini. Mashambulizi haya kinyama yamesababisha hasara nyingi kwa binadamu na kuliingiza eneo hili katika janga la kibinadamu ambalo halijawahi kutokea, Kanyuka alisema. Moja ya maeneo aliolengwa ni Urugenzi, ambako FDLR, FARDC na vikosi vya ulinzi wa taifa ya Burundi vilifanya mashambulizi mabaya, alisema Kanyuka. Mwisho wa rubaza za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi.